Ah, zama za kuwa bado mimi ni mdogo yani sijakuwa mtu mzima, nilikuwa nikiona mtu anaongea peke yake, namshangaa sana, namshangaa sana. Sawa, vipi ule jamaa chizi ama nini? E, kumbe kumbe si uchizi, si uchizi kabisa. Wakati huu nayaona hmm? Isa niuongea peke yangu na wakati mwingine pia machozi untiririka hmm? Oh, kumbe ilikuwa ni haya kwa, kwa hivyo wewe usione mtu anaongea peke yake ukamwona chizi. Si chizi, lakini ukikomaa kwa mtu mzima utaona alikuwa kinamwongelea peke yake, na pia utalia kulia. Wewe utalia, yeye alikuwa anaongea peke yake lakini wewe, wewe utalia, lakini, wewe, wewe utalia. Eh, kwa umri huu kwa wakati huu hu